Hello, habari, karibu tena katika chaneli hii ya Kipato Digital TZ. Na leo tunaenda kuangalia mbinu mbalimbali za kutumia ili kusuluhisha malalamiko ya wateja pindi yanapotokea kwenye biashara yako. Sasa kwa mujibu wa tafiti za kampuni ya Fanscope zilizofanywa mwaka 2023, inasema kuwa asilimia 89 ya Watanzania wanajihusisha na biashara ni aidha biashara ndogo ndogo, biashara za kati na biashara kubwa. Lakini pia inasema asilimia sabini ya biashara hizi zinakufa kila mwaka, na sababu kubwa zinazopelekea asilimia sabini ya biashara hizi kufa, sababu za usimamizi wa biashara ikiwemo lugha ya biashara. Ni wazi kuwa wafanyabiashara wengi kwa sasa wanakosa ile lugha ya biashara lugha ya biashara ni pamoja na kusovu malalamiko ya wateja wako. Wateja wako wakilalamika kuhusiana na bidhaa au huduma yako unasuluhisha vipi? Hicho ni kitu ambacho asilimia kubwa ya wafanyabiashara wa saizi wanashindwa, na ndiyo maana asilimia sabini ya biashara zote Tanzania hufa kila mwaka. Kwa kutambua uhaba huu wa maarifa kwa wafanyabiashara, nimeamua nije, nikufundishe nikupe mbinu za kusuluhisha malalamiko ya wateja wako pindi yanapotokea. Mbinu ya kwanza, msikilize mteja wako kwa makini. Kwa nini unapaswa kumsikiliza mteja wako kwa makini? Kama mfanyabiashara, mteja wako anapoleta malalamiko juu ya bidhaa yako au huduma yako, unapaswa kumsikiliza kwa umakini, kwa sababu wateja wanapolalamika mara nyingi wanataka kusikika na kueleweka. Sasa kuwakataza au kuwapuuza malalamiko yao kunaweza kufanya hali kuwa mbaya zaidi na mwisho ukaathiri uhusiano wenu kati yako mfanyabiashara na mteja, na mwisho wa siku utapoteza kabisa mteja. Sasa unapaswa kufanya nini ili mteja ajihisi kama kweli unamsikiliza? Kitu cha kwanza, mpe mteja muda wa kuelezea tatizo lake bila kumkatiza. Hupaswi kumkatiza wakati anaelezea tatizo lake kwani anaweza kuwa na hisia, kumkatiza hamtafika suluhisho. Mwache aongee hadi mwisho, akimaliza kuelezea tatizo lake theni na wewe njo sasa uongee kwa kumjibu kile alichoelezea, na sio kuingilia wakati anaongea, itampa hasila mara mbili. Lakini kitu cha pili, tumia lugha ya mwili kuonyesha kuwa unamsikiliza kwa umakini, na hapa unaweza kutumia saini mbali mbalimbali zinazoonyesha kuwa unamsikiliza kwa umakini. Tikisa kichwa chako kama saini inayoonyesha unamsikiliza na unakubaliana na anachokisema. Lakini pia mtazame moja kwa moja usoni, usitazame pembeni. Kumtazama usoni, hii inaonyesha kuwa upo makini na kila anachokiongea. Sio mteja anaongea na wewe unaendelea na shughuli nyingine za biashara yako, hii itamkatisha tamaa na hata endelea tena kuelezea tatizo lake. Lakini kitu cha tatu, rudia kwa kifupi kile anachosema mteja ili kuhakikisha kuwa umemwelewa. Kwa mfano, umemtumia mteja mzigo, aidha bidhaa fulani ambayo unaiuza, akija kulalamika kuhusiana na ile bidhaa, anapoelezea tatizo lake, ebu jaribu kurudia statement anazozielezea kwa mfano, unaweza ukasema, kwa hiyo unahisi kwamba bidhaa uliyopokea haifanyi kazi kama ilivyoelezwa. Rudia kipande hiki kutoka kwenye maelezo yake yale aliyoyasema. Hii inampa motisha mteja ya kujielezea zaidi na kuona anathaminiwa na unamjali kwa kile ambacho analalamika. Lakini mbinu ya pili, mwombe radhi kwa unyenyekevu. Ndugu mfanyabiashara, kumwomba radhi mteja haimaanishi kwamba wewe ni dhaifu, bali ni njia ya kuonyesha kuwa unajali hisia zake moja kwa moja. Inawezekana kosa sio lako, lakini kama mteja, ili kulinda uhusiano wenu, unapaswa kumwomba radhi ili mteja jihisi anathaminiwa na unamjali. Kumwomba radhi mteja, tumia lugha ya heshima na maneno ya pole. Ni rahisi tu, akija mwambie pole kwa usumbufu uliopata, tunajali wateja wetu na tunataka kuhakikisha tunarekebisha hali hii kwa haraka. Mteja atahisi ile thamani yake kwako na kwa lugha hii kamwe hautaathiri uhusiano wenu, mtafika suluhu na mtasolve changamoto iliyojitokeza. Katika kuomba radhi pia epuka kuonyesha lawama au kujitetea sana, kwani hii inaweza kumfanya mteja ajione kuwa yeye ndiyo chazo cha tatizo na utamfanya mteja ajisikie vibaya zaidi. So tumia lugha ya upole kumwomba radhi mteja hata kama changamoto au tatizo limetokana na yeye mwenyewe kwa ajili ya kuonesha thamani yake kwako, omba radhi kwa lugha nzuri. Lakini mbinu ya tatu, tambua tatizo na sababu yake. Usiaze kusovu tatizo ambalo hujajua chanzo hasa ni nini na tatizo liko wapi, kwa sababu kuelewa chanzo cha tatizo kinakusaidia kutoa suluhisho sahihi na kumbuka kuwa wakati mwingine mteja anaweza kuwa na malalamiko yasiyoeleweka, hivyo ni muhimu kuuliza maswali sahihi kabla ya kuanza kusuluhisha tatizo lililoripoti. Kama mteja amekuja kuripoti tatizo linalohusiana na bidhaa fulani aliyoinunua siku za nyuma, unaweza kumuuliza, je, ni lini uliponunua bidhaa hii? Unaweza kunionyesha risiti ya malipo ya bidhaa hii? au je, unaweza kuelezea zaidi kuhusu tatizo hili lililotokea? akikupa maswali sahihi ya majibu haya, ndio uwe mwanzo sasa wa kuanza kutafuta suluhu ya tatizo hilo. So, hakikisha umejua tatizo na umejua pia sababu ya tatizo hilo kabla ya kuanza kusuluhisha. Ikiwezekana, angalia bidhaa au huduma husika ili kuthibitisha tatizo. Lakini pia tumia lugha inayomwonyesha mteja kuwa unamwelewa mfano, unaweza ukamwambia nimeelewa tatizo lako, acha tuone jinsi tunavyoweza kulitatua. Mbinu ya nne, toa suluhisho sahihi kwa haraka. Kwa nini ufanye hivi? Asilimia kubwa wateja wanapolalamika, au mteja anapolalamika anatarajia suluhisho, si tu kuombwa msamaha. Usitumie msamaha, usitumie radhi kama suluhisho la tatizo. Omba radhi lakini pia mwishoni toa suluhisho la tatizo hilo, kwani kutoa suluhisho sahihi kwa haraka huonyesha uwajibikaji wa biashara yako. Sasa unawezaje kutoa suluhisho? Mtengenezee mteja machaguo ya suluhisho ili mteja aweze kuchagua. Kwa mfano kama ni ishu ya bidhaa, labda inahusiana na ubora wa bidhaa fulani uliyomuuzia mteja siku za nyuma unaweza kumpa machaguo yafuatayo moja, kubadilisha bidhaa au kurekebisha tatizo au kurejesha pesa ikiwa hakuna njia nyingine. So hapo mteja atakwambia chaguo ambalo atapendezwa nalo kama suluhisho la tatizo hilo. Kama kubadilisha bidhaa, mbadilishie bidhaa nyingine. Kama kuna namna nyingine ya kusuluhisha nje ya kubadilisha bidhaa, mkubaliane zeni. Suluhisha kwa staili hiyo na ikiwezekana suluhisho lisichukue muda mrefu. Lakini mbinu ya tano, weka ahadi na uitimize. Kwa nini unatakiwa ufanye hivi? Mara nyingi, si kila tatizo linaweza kutatuliwa mara moja. Ikiwa linahitaji muda, ni muhimu kumpa mteja tarehe ya mwisho ya utatuzi wa changamoto iliyojitokeza, na kuhakikisha unatimiza ahadi yako. Usitumie ahadi ama njia ya haraka ya kumtoa au ya kumwondoa mteja. Muahidi na utimize, hii itakuongezea krediti za uaminifu kwenye biashara yako. Sasa unapaswa kufanya nini kwenye kuweka ahadi na kuitimiza kwa wakati? Kitu cha kwanza, elezea wazi nini kitaendelea. Usimwache mteja kwenye giza, mwelezee kwamba baada ya kuripoti kitafata nini na ni lini. Kwa mfano, unaweza kumwambia hivi, tutakufahamisha ndani ya siku tatu kuhusu hatua tutakazozichukua. Ipo very clear, mteja atatoka akijua kwamba baada ya siku tatu tatizo langu litakuwa limefanyiwa kazi. Lakini pia ili kuhakikisha unaweka ahadi na kuitimiza kwa wakati, na kushauri andika ahadi yako ili kuhakikisha unaisimamia ipasavyo. Usitumie ahadi kama njia ya kumtoa mteja haraka na wewe uendelee na mambo mengine. Na ikiwa kuna ucheleweshwaji ambao haukuutarajia julishe mteja mapema, na sio kumwacha atarajie bila majibu. Lakini mbinu ya sita, jifunze kutokana na malalamiko. Kama mfanyabiashara, unapaswa kutambua kuwa malalamiko ya wateja ni fursa ya kuboresha biashara yako. Wateja wengi hawawezi kulalamika moja kwa moja, badala yake wanaweza kuacha kununua kwako. So kama haufanyii kazi malalamiko wanayoyaleta, utegemee kuwapoteza wateja wengine ambao hawana confidence ya kuja kulalamika moja kwa moja, kwani sio kila mteja atakufata na kukwambia changamoto alionayo juu ya huduma yako au bidhaa yako. Sasa unapaswa kufanya nini ili kuhakikisha unajifunza na unaboresha huduma yako kutokana na malalamiko? Kitu cha kwanza, rekodi malalamiko yanayojirudia ili kubaini tatizo la msingi. Hapa utajua tatizo mama la malalamiko yote, kama ni ubora wa bidhaa au ubora wa huduma au ni customer care kwa ujumla. Kupitia njia hii ya kurekodi malalamiko yao utajua na utaboresha, ili kuendelea kuboresha uhusiano wako na wateja. Lakini kitu cha pili, fanya maboresho ya kudumu katika bidhaa au huduma zako. Lakini kitu cha tatu, kama una wafanyakazi ambao wanakusaidia kutoa huduma kwenye duka lako, wape mafuzo ili waweze kushughulikia malalamiko kwa njia bora zaidi. Hii itawajengea uwezo, hata kipindi ambacho unakuwa haupo wanaweza kupokea malalamiko na kuyasovu kwa namna sahihi ambayo haitawapoteza wateja. Na mbinu ya saba, mfuatilie mteja wako baada ya suluhisho. Fanya follow-up ya mteja aliyoleta malalamiko. Hii ni njia zuri ya kujua kama mteja wako aliridhika na suluhisho lako au hakulizika na suluhisho lako. Kwa nini ufanye follow up kwa mteja baada tu ya kusuluhisha malalamiko yake? Mara nyingi wafanyabiashara hushughulikia tatizo au malalamiko na kuachana na mteja. Hii haitakupa matokeo kwenye biashara yako, kwani mteja anaweza kaleta malalamiko na baada ya hapo kuacha kabisa kuja dukani kwako. So kama hufuatilii, hauwezi kujua na mwisho wa siku utakuta umepoteza wateja wako wote. Kufanya follow up kwa mteja kunaashiria kujali na kunaweza kuimarisha zaidi uhusiano wa muda mrefu na mteja. So, unamfanyiaje unamfanyiaje follow up mteja au unamfuatiliaje mteja? Mpigie simu au mtumie sms kuuliza kama tatizo lake limekwisha. Pia muulize maoni yake juu ya suluhisho ulilompa. Mfano, unaweza ukamuuliza je, umefurahia suluhisho tulilokupa na kuna jambo jingine ungependa tuboreshe? Majibu yake yatakupa mwanga na yatakupa tafsiri sahihi ya hisia zake juu ya suluhisho ulilochukua, na ikiwezekana mpe hata ofa ndogo ndogo au punguzo kama ishara ya shukurani kwa uvumilivu wake. Hii inaongeza uteja na kamwe hutampoteza huyo mteja. Unaweza ukamfanyia discount kwa next purchase ya kitu chochote atakachokinunua kwani itakuwa imebeba thamani kubwa sana. Au pia unaweza ukampa ofa ya kukava delivery fee kama yupo mbali, kwenye bidhaa yoyote atakayoinunua kwa mara nyingine, na kuhakikishia, hautampoteza tena huyo mteja kamwe. So hizo ni mbinu saba za kutumia kusuluhisha malalamiko ya wateja, na kwa kutumia mbinu hizi na kuhakikishia utaweza kushughulikia malalamiko ya wateja wako kwa ufanisi na kujenga uaminifu wa, wa muda mrefu katika biashara yako na matokeo yake utayaona mara mbili. Kwa leo tunaishia hapa. Kama umependa maudhui haya na unaamini yameongeza kitu cha thamani kwako na kwenye biashara yako, unaweza ukalike hapo, lakini pia Subscribe chaneli hii ili usipitwe na maudhui mengine ya aina hii kwa wakati mwingine. Asante kwa kuwa nami hadi mwisho wa video hii. Tukutane posti ijayo.